ongea na tunapata naye kila siku, lakini mbele kwa kwanza mada ya leo pasta. Eh, kuna video kwa fulani nataka kwa tu tazame ni Russia wametuma, wamefanya campaign, wametuma kufuatilia stories za zamani za bibilia. Watu wa akili wamefungua, wale Russia wamefungua kufuatilia wa mitume wa zamani, wamegundua mitume wote, mabibilia yote stories wote, kuanzia wa Abraham wote kwa kwa nini Russia? yeah. Russia natoa hii, yeah. Na hii hii ni documentary, hmm. hmm. Wameambiwa Russia wakitoa ikitoka kabisa hivi vile. Sasa hii hapa, eh, hii inataka kuonesha sehemu gani ya muhimu, kwa nini ina- yani iko napiganika Yesu asijulikane kama ni mweusi. Ah, maake tukiweba maneno kupale uh -huh. ni kutaka kujuliganisha kama Yesu ni mweusi. Ya. Njoo hile wana kumbaya. Njoo hile wana kisha Yesu kwa mweusi ni faida gani? Uh -huh. Ha, ha. Sasa, hapa uh -huh. itaka kujulikana kama Yesu ni mweusi. He? Eh? Uh -huh. Njoo itakuja sasa kurudia sasa turudia mu Bibilia. Njoo uh -huh. ukiingilea mu Bibilia, hakuna mahali wanasema Yesu ni mzuri. Lakini kuko mahali walifananisha Yesu as kama mweusi. Mimi ningeliomba topic yako, nadhania Yesu alikuwa precise mwa misemo yake. Nikasoma mu Yohano mm. mstari wa barua mm. yake ya tatu na mstari wa kumi na sita nadhania ile barua nasema hivi kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hmm. Akatuma mwana wake wa pekee mm. Kila kila yeyote atakaye mwamini aokolewe, asipotee mm. So, no, kufatana na video hiyo natoka mkutuonesha paka marasha natuma video ya kuonesha kama Yesu alikuwa mweusi mm. Patati patata mm. Ninini ni, ni. Hmm. Kama Yesu alikuwa mweusi hmm. Manake njo tunapata okovu ama vile Yesu kama ni muzungu hmm. Sisi tunasinda okovu, jiasema pa kama vile ni mweusi, okovu inakuwa na aina gani tena? Iko ile ile tu hmm tusikalie mu madeba moye. Kwangu mimi kwangu binafsi mimi, taita kama ni madeba moye kwa inutile, unaona mm. kivyangu mimi tasema sio ni deba inutile kwa Yesu mwenyewe anasema mm. no Mungu anasema, kwa maana alivyopenda ulimwengu mm. akatoa mwana wake wa pekee mm. Yeyote mm. Sikia mzuri pale

kia muhimu kia kufaidikia ni kile Mungu alivyosema, alipenda ulimwengu na akatuma mwana wake wa pekee, ule atamwamini apate uzima wa milele. Kuna eti full stop. Unajua kitu kinyeta faidisha watu ni ukweli. Ukweli ni nini? Ukweli ni kumwamini tu Yesu Kristo kwa njia ya Bwana. Ngoja nikupatie mfano mwingine. Eh, tuseme kwa mfano useme gari. Eh, uko na gari unasikia kuna paki gari mbili za modele moja zote gari tuseme ni Nissan zote za Rouge <laughs> lakini zile gari zote za Rouge za Nissan siziko na vifungo tofauti na plate tofauti. Wakikwambia sasa, inabidi utambulishe kama hii gari ni yako, iko na uhusiano na weye, utafanya

mwisho ayote maneno tafikia kama mm, saa vile Yesu ni mweusi ni wetu tusi mweusi. Hapana, hapana. juzi hapa juzi juzi, mm -hmm. wanaitwa Israelite, ni dini ya wa wa wa Israeli, watu weusi kizani, hata uko familia unawajua, kwa chai kutupata tukiwa na ubiri wakaanza ku kama kanzozo, walienda Kenya juzi juzi hapa, walienda Kenya wakaanza kuhubiri, kafika mkanisa akakaribisha Muda tu wenye walisema Yesu ni mweusi mm. walipigwa mawe na wengine walilazwa na mabunduki. Papa video iko hapa, nitakuonesha, ta play video sasa Mbo, tu... Sasa iki undi mimi mm. naweza kuya naweza kuitika mawe yako, ilikuwa na shehe kupika mapana. Kwa nini mm. Nendeni mkahubiri neno la Mungu mm. Yesu anasema enendeni dunia nzima mkapaze neno la Mungu na, mongo, na mfanye watu wote kwa wanafunzi wao. Mbona akusema sema, sasa vile ni, ni mbele tunaona Yesu ni mzungu, ni mweupe, sita tata mzungu, ni ngozi mweupe mm. akusema enendeni mahali popote peko rangi mweupe hmm. mkapaze sauti habari za, zangu mm. hmm. akusema vile hmm. angelisema vile, akasema enendeni mahali pote pale, mtakuta mtu mweupe mzungu, mumpatie habari zangu, pale ndio ideba ingelikuwa nafasi kwa, na kwa sababu tungelisema oh hii masiku yote mnatudanganyaka kama Yesu ni wenu mweusi, kumbe anakuwaka wetu. Hapana mturudishie Yesu wetu. Mm. Lakini akusema hii, Mungu akusema hii. Yesu akusema alisema nendeni mahali pote duniani zao mukafanye watu wote kwa wanafunzi wako. Maana kimule watu wote. Mm. Ina inaachana na nini? Na hii Mungu alisema, kwa maana alivyopenda ulimwengu dunia akatuma wanawake wa pekee. Ndugu pasia. Na wewe yeye, tabari bale, bale pika mawe. Mujite kama nafahamishana mwikale pale msiba banduku, eti usizungumzie maneno yabo, usizungumzie, tuzungumzie okovu. Eh, kama kama ni okovu. Eh? Njoo ni maana sana ni lazima. Kwa nini sasa walipigwa mawe juu kusema Yesu ni mweusi? Yana maanisha kwa. Bana sasa We, we, we nifikiri, kwa kwa nini picha hivi? Wakwambia nipe picha picha ya Yesu Yesu utatoa picha ya Yesu, Yesu anakuwa na picha, ndio mwenyewe ana picha ya Yesu ni nani. No. Ile Sa, sababu wakati ile picha ilikuwa, wameprint image wametia picha ile dalili kila mtu hata wewe sasa ukisema wale wote pasta Yesu anapanga rangi gani? Pasia, hakuna mmoja yuko na picha ya Yesu. Yesu ana na rangi ile tasema, kwa sababu mimi kwangu mimi binafsi nasema Yesu ana na rangi, kwa sababu yeye tu anamwamini anabeba rangi yake basi.

hauna tena mtu wa kabila kabila, ni eh, Muyuda, eh, wa eh, ni wote ba ba huko na nani, Kusura. <laughs> kusura <mwye. laughs> kwa nani juu kiingia kwa neno ya Yuda kila kitu kilipitikana, ilipitikana Afrika

Ukichosema rangi haifanyi kwa ni wewe. Wewe rangi inakusaidia wewe ni. Inakusaidia ni njoni mweusi. Kuki nini sasa? Eh? Faida gani? Imani. Unajua ni mweusi. Imani gani ndio ndio rangi ya Yesu. Eh? Imani gani ndio ndio ndio. Mwana wa rangi mko huko. Wana jua mtu wa Afrika njoo mtu akaona mtu mweusi iko na ngozi nyeusi njoo mtu anachukuliwa sana. Wewe si ungeongea. Wewe ungeongea hivi. Bana tunya sina Ibana mnisikie wale wao wanifuate. Mimi sina mtu mmoja wale wao wanatangaza Yesu kama ni mweusi.